Karibu sana katika darasa la maombi. Tupo tunajifunza kwa habari ya misingi ya maombi, mambo ya muhimu sana katika maombi ambayo yakikosekana, hayo ni ngumu sana mtu kupokea majibu ya maombi yake. Nina uhakika asilimia mia moja baada ya kusikiza ujumbe huu unakwenda kuomba na unakwenda kupokea majibu ya maombi yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na leo hii tunakwenda kujifunza msingi wa tatu, uhusika wa Roho Mtakatifu, uhusika wa Roho Mtakatifu. Mwana wa Mungu, Roho Mtakatifu ni muhimu sana sana katika maombi. Na nina uhakika wa kukuambia kwamba pasipo Roho Mtakatifu hakuna maombi. Kwa nini? Pasipo uhusika wa Roho Mtakatifu kwanza hutoweza kuomba lakini pia hata kiyomba, kama ukiomba hutoomba kama vile ikupasavyo. Kwa hiyo uhusika wa Roho Mtakatifu ni muhimu sana sana katika jina Yesu. Cha kwanza lazima ujue kwamba Roho Mtakatifu ndiye anayetupa uwezo wa kuomba. Roho Mtakatifu ndiye ambaye anakuwezesha wewe na mimi tuweze kuomba. Cha kwanza kabisa, Roho Mtakatifu tunaona kwamba aliposhuka kwenye kanisa la kwanza cha kwanza kabisa wanafunzi ndipo waliweza kuomba. Katika kitabu cha Matendo Mitume sura ya pili na mstari wa nne na hata pale Roho Mtakatifu aliposhuka kwa mara ya kwanza kwa watu wa mataifa katika nyumba ya Kornelio, unaona kabisa wazi sifa ya kwanza waliweza kuomba. Haleluya! hata Yesu Kristo, Yesu Kristo kwa mara ya kwanza kabisa, Roho Mtakatifu alipomshukia kama hua, unaona kabisa, alimwongoza nyikani ili aweze kufunga na kuomba. Mwana wa Mungu, pasipo Roho Mtakatifu, wanafunzi wa Yesu Yesu aliwaambia mnashindwa kukesha nami hata lisali moja, lakini hao hao waliposhukiwa na Roho Mtakatifu waliomba mpaka ardhi ikatetemeka. Waliomba mpaka vifungo vya gereza vomkamata Petro vikamwachilia katika jina ya Yesu Kristo na Herode akaanguka akafa. Tamani uelewe kitu kimoja katika jina ya Yesu ya kwamba Roho Mtakatifu ndiye ambaye anatupa uwezo wa kuomba, ndiye ambaye anatupa uwezo wa kuomba. Mwana wa Mungu nisikilize, mahali popote pale ambapo pana maombi tunaona kwamba ndipo sehemu ambayo Roho Mtakatifu anapenda kuwepo mahali hapo. Mahali popote ambapo pana maombi Roho Mtakatifu anapenda kuwepo mahali hapo, na ndio maana ukisoma katika kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya tatu na mstari wa 21 Biblia inasema hivi ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa na Yesu naye amebatizwa naye anaomba, mbingu zilimfunukia, Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama hua, sauti ikatoka mbinguni, weye ndiyo mwanangu mpendo. Utaona kwamba wengine wote walipobatizwa, lakini Yesu alipokuja kubatizwa, alipokuwa akiomba, Roho Mtakatifu alishuka juu yake kwa nini maombi Yesu ambayo ya aliyaomba yalimwatrakt yalimvuta Roho Mtakatifu? Roho anapenda sehemu ambayo watu wanaomba. Hata kanisa la kwanza katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza msura wa kumi na tatu na wa kumi na nne unaona unaona, kwani mitume baada ya Yesu Kristo kupaa, Yesu akawaambia mitume, msiondoke hapa Yerusalemu, kaeni hapa mjini hata mviko uweza utokao juu. Unaona kabisa wazi mitume walipopanda orofani kwenda kuomba, walipokuwa wakisali siku zote siku ya Pentekosti, Roho Mtakatifu akashuka. Nini kilimvuta Roho Mtakatifu? Ni maombi, mwana wa Mungu. Hata kanisa, unaona, walipoomba mara ya pili katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya nne utaona kabisa kwamba mahali pale walipokuwa wakiomba pakatikiswa na Roho Mtakatifu akawashukia. Nionyeshe mahali ambapo watu wanaomba, nitakuonyesha sehemu ambayo pamejawa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu sehemu ambayo ina ukavu wa maombi awezi kukaa ila mahali ambapo watu wanamuomba Mungu, kuna kufunga, kuna kuomba, kuna kumwabudu Roho Mtakatifu, mahali hapo Roho Mtakatifu anakuwa attracted. Kwa ndipo utakapoona kwamba kuna uhusiano mkubwa sana kati ya maombi na Roho Mtakatifu, kuna uhusiano mkubwa sana kati ya maombi na Roho Mtakatifu. Kama bado haujajiunga na darasa letu la maombi tafadhali, hapo chini, katika comment, katika description kuna linki Bonyeza hiyo linki utajiunga na darasa la maombi la WhatsApp. Utapata mafundisho kila siku ya kujenga kwa habari ya maombi, imani na Roho Mtakatifu. Lakini pia Roho Mtakatifu ndiye ambaye anatujulisha yale ambayo tumekirimiwa na Mungu. Roho Mtakatifu ndiye ambaye anatujulisha yale ambayo tumekirimiwa na Mungu. Bible imeweka wazi ya kwamba, na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. Maana yake nini? Anaweka wazi kwamba tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia, tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. Kumbe Mungu anatusikia pale ambapo tumeomba kitu sawasawa na mapenzi yake. Maana yake nini? Kama ukiomba kitu kinyume na mapenzi ya Mungu, Mungu hawezi kusikia. Ndio maana anasemaje? Ya kwamba tukiomba kitu sawa na mapenzi yake atusikia kwa ukiomba sana mapenzi yake, ndio Mungu anasikia. Mwingine atajiuliza ina maana tukiomba Mungu asikii? Ndio maana Mungu aliwaambia wana wa Israeli ya kwamba maombi yenu ni kelele kwangu. Nini maana ya kelele? Kelele ni maneno yasiyoeleweka. Ni sawa sawa na wewe ukienda katika mji mkubwa kama mfano mji wa Dar es Salaam, mji wa Nairobi, mji wa Kampala, Bujumbula komokena miji hiyo Kigali, ni miji ambayo inapilika nyingi. Kuna mahali ukifika unasikia kelele nyingi, watu wanaongea makelele, huelewi nini kinaongeleka. Lakini ukiongea na mtu hivi, akikuongelesha kitu ambacho unakijua, un, un, un, utatega sikio hata kama ni katikati ya makelele. Ndivyo ilivyo Mungu, unapoomba kitu kinyume na mapenzi yake inakuwa ni kama kelele kwake. Mungu asikii, ila ukiomba sasa mapenzi yake Mungu anasikia na ndipo hapo watu wengi sana wanamis. Kwa nini wanasema? Tumeomba ila tujapata. Mtu mwingine atasema kwamba, mchungaji, mbona nimeomba? Sasa na neno nisikie, nikwambie neno la Mungu lina logos, lakini pia lina rema. Mapenzi ya Mungu yamegawanyika katika sehemu mbili. Cha kwanza, kuna mapenzi ya Mungu ya wakati. Kuna wakati Mungu anataka afanye kitu fulani, lakini pia mapenzi ya Mungu yapo katika nini katika neno. Haleluya! Sasa unapoyasoma mapenzi ya Mungu ni vizuri sana Roho Mtakatifu akakufunulia ili ujue kitu ambacho Mungu ataka akifanye kwa wakati huo. Hata hata unaona kama Isaya, kwa nabii Isaya alitoa unabii kwa bila ya kuzaliwa Yesu Kristo, lakini ilihitaji wakati. Unaona kabisa, hata Danieli anakuja kutupa hesabu ya Yesu Kristo kuzaliwa. Maana yake nini? Kuna kipindi Mungu anafanya kitu fulani, hata sahii, hata uombe vipi, kama sio wakati Nisikize mwana wa Mungu, ni muhimu sana Roho Mtakatifu akujulishe yale ambayo umekirimiwa na Mungu. Nataka uelewe sasa, kwa nini Roho Mtakatifu awe ni muhimu sana kwa bali ya mapenzi ya Mungu. Kama tukiomba kitu sana mapenzi yake yeye, anatusikia Roho Mtakatifu anaingiaje kwenye mapenzi ya Mungu? Kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye ambaye anayajua yaliyokopo ndani ya Mungu. Biblia imeweka wazi katika kitabu cha kwamba wa Korinto wa kwanza sura ya pili msura wa 11 na, na wa 12, Biblia inasema hivi: maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake, vivyo hivyo na, na, na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila Roho wa Mungu. Anasema hivi Biblia inasema hivi maana ni nani katika binadamu ayajuae mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyokupo ndani yake, vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna yafahamuye ila roho wa Mungu. Hakuna anayeweza kuyafahamu mambo ya Mungu isipokuwa roho wa Mungu. Sii kama unaelewa? Kama ilivyo wewe, mimi, ni ngumu kujua mambo yaliokopo ndani ya roho yako, ni ngumu kujua mambo ambayo yapo ndani mwako, ila roho yako inajua Ndivyo ilivyo Roho wa Mungu, ndiye anayejua mambo yaliyoko ndani ya nani? Ndani ya Mungu. Sasa anaendelea kusema mstari wa kumi na mbili mstari wa kumi na mbili ni wa muhimu zaidi, anasema hivi, lakini sisi hatukipokea roho ya dunia, bali roho atokaye kwa Mungu makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Kwa hiyo Mungu ametupatia Roho wake ndani mwetu makusudi yake, lengo lake kubwa ni ili tupate kuyajua yale ambayo tumekirimiwa na Mungu. Kwa hiyo unapotaka uyajue mapenzi ya Mungu kwa habari ya maisha yako, unapotaka uyajue mapenzi ya Mungu kwa habari ya wakati wako, nikwambie wazi, Roho Mtakatifu ndiye mwenye uwezo wa kujulisha, anakujulisha kujulisha uliokirimiwa, ukiomba unayapokea. Nikupatie mfano wa mwisho, upate kunielewa. Mfano, mimi ni mhubiri, sio mfanyabiashara. Ninapoenda kumwomba Mungu kwa habari ya biashara Mungu atanishangaa na naweza nikaomba hata miaka kumi, nisipokee. Lakini kama nikiomba kwa habari ya mambo ya Injili, mambo ya gospel, Mungu anisikia. Sasa pata picha, mfano Roho Mtakatifu angekuwa hajanifunulia ya kawamini mhubiri. Ndio maana kuna mtu unaweza ukashangaa, yupo kwenye biashara, anapambana haoni mpenyo, lakini mtu huyo huyo akienda kwenye kazi, anaona mpenyo, anapanda kuna mwingine unakuta akienda katika huduma haoni, lakini mwingine akienda kwenye huduma, alikuwa na strago kwenye biashara, anaposikiana ni mwaka aende kwenye huduma, strago zinaisha. Kwa nini? Ni kwa sababu Roho Mtakatifu amemjulisha Mungu aliomkirimia. Kwa hiyo sasa, unapoenda kuomba tofauti na makusudi ya maisha yako, tofauti na yale ambayo Mungu amekukirimia, ni ngumu sana kupokea majibu maombi yako ndipo utakapoona kwamba ni muhimu sana Roho Mtakatifu ndani mwako akujulishe yale ambayo unatakiwa kuyaomba katika jina yetu. Nimekuwa nikisisitiza watu sana, prayer points zako maombi yako unaoyaomba ni muhimu sana yakatoka kwa Roho Mtakatifu. Unapokuwa una jambo lako unataka uliombee, una hitaji lako unataka uliombee, ni muhimu sana, cha kwanza chukua Bible, soma neno jambo ambalo linahusiana na jambo lako baada ya hapo, msikilize Roho Mtakatifu akufunulie, upate kujua nini hasa ukiombee katika hitaji lako. Ukijua ukiomba hapo, ni kwawe majibu yanapatikana kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. si kama utatamani, ni kupatie mfano wa mwisho. Mfano wa mwisho ni Daudi. Daudi, njaa, tauni imetokea katika Israeli, watu wanakufa Daudi analalamika Mungu, watu na kufa na njaa, mvua hainyeshi, kuna ukame. Nini kilitokea? Roho Mtakatifu anamfunulia Daudi ya kwamba kuna dhambi Sauli aliifanya, aliwafukuza Wagibeoni. Daudi anapoipata ile siri anashughulikia. Kuna baadhi ya vitu unaweza kuwa unaviombea, hauoni majibu, ni kwa sababu hujamhusisha Roho Mtakatifu. Ukimhusisha Roho anakufunulia, unajua kitu hasa cha kukishughulikia kwenye maombi yako.